Ni Baraka One TV, moja kwa moja kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na mimi ni Rajabu wakili Kabonga. Ili kuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook, pamoja na TikTok. Like na follow page zetu, navyotakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Ruchuru, mapigano makali ya zuka upya kati ya magaidi wa M23 na Swift Congo pamoja na wazaawazaa. Goma, aliyekuwa rais mstafu Joseph Kabila aingia Goma kupitia Rwanda kutoka uhamishoni. Kinshasa, Konsta Mutamba alakiapo kuwafunga wote waliokula pesa za serikali na mkiwa ni tarehe ishirini na saba za mwezi wa tano elfu mbili na ishirini na tano majira ni saa 12 saa za za Afrika kati ya kati asubuhi, ikiwa ni saa moja majira ya Afrika ya Mashariki. Endelea kutembelea Baraka One TV Channel 2 ili kukutana na baadhi ya matukio kutoka nchini Jamhuri ki ya Kidemokrasia Kongo, na pia kumbuka kwamba opera siusaidia so mzalendo bado kunaendelea, na kama hujaungana na operesheni hii, tafadhali tumia namba ambazo unaziona hapo kwa screen yako ili uweze kuwasiliana na Baraka One TV na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi kutoka huku maeneo ya Ruchuru ambako mapigano ya zuka upya kati ya magaidi wa M23 dhidi ya wazawaza waza, wengi wauliwa na majeraha mengi ya tokea mapigano mapya yaliyotokea kuanzia hiyo tarehe ishirini na tano tarehe ishirini na sita za mwezi wa tano elfu mbili na ishirini na tano kati ya waza waza dhidi ya magaidi wa M23 yamesababisha vifo pamoja na majeraha mengi ndani ya utawala wa Bwito tarafani Ruchuru mkoani Kivu ya Kaskazini. Vyanzo vinasema magaidi wa M23 waliingilia raia baada ya kichapo kutoka kwa wazalendo, hivyo kuwaua raia tisa eneo la Kirumba pamoja na Kagano, lakini idadi hiyo huenda ikaongezeka, maana ukaguzi unaendelea. M23 walipita kamati chai pamoja na Mukondo mpaka Kagano, walifanya mauaji ya kutisha kwa raia wasiokuwa na hatia. Mashirika ya kiraia pamoja na wanaharakati wanalaani vikali mauaji yaliyofanywa na magaidi wa M23 dhidi ya raia wasiokuwa na hatia, na yote hayo yametokana baada ya kipigo walichokipata kutoka kwa wazalendo huko maeneo ya Rutshuru. na baada ya taarifa hizo kutoka huko maeneo ya Ruchuru mkoani Kivu ya Kaskazini, tubaki tu katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini, ndani ya jiji la Goma ambako Joseph Kabila aingia Goma kupitia Rwanda akitokea uhamishoni. Alikuwa rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Bwana Joseph Kabila Kabange. Kwa ripoti iliyotolewa na waasi wa M23 wanaopigana mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo, wanasema rais wa zamani Joseph Kabila amewasili katika mji mkuu Goma akitokea uhamishoni. Serikali mjini Kishasa imemshutumu bwana Kabila kwa kuhusishwa na kundi linaloungwa mkono na Rwanda, M23. Wiki iliyopita baraza la Seneti liliweza kuondoa kinga dhidi ya bwana Joseph Kabila kwa mashtaka ya uhaini pamoja na ulaghai. Joseph Kabila yupo katika mazingira magumu kwa sasa, kwa maana hana tena kinga ambayo inaweza kumkinga, kutokana na kuondolewa kwa kinga hiyo na bunge la Seneti wiki iliyopita bwana Kabila alisema kipaumbele chake kikuu ni kuondoa kile alichokiita udikteta. Kwa hiyo inawezekana kwamba mtu ambaye kwa muda mrefu anaonekana kuwa karibu na Rwanda anajiunga na waasi wa Kigali wanaungwa mkono na m ishirini na tatu kama sehemu ya harakati za kujaribu kumpindua bwana Felix Antoine Chisekedi Chilombo. <coughs>

Nuzalo, enjuru, ye, si Rwande, oba, la kibiso, awa. Joseph Kabila aliyetoa madaraka ya urais baada ya mauaji ya aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Laurent Desire Kabila aliachia madaraka kwa njia ya demokrasia mwaka elfu mbili na kumi na tisa na kumunga mkono rais wa sasa Bwana Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo katika uchaguzi mkuu wa kwanza wa kidemokrasia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Takriban maseneta tisini walipiga kura kupitisha uamuzi huo wa kumwondolea kinga Bwana Joseph Kabila, ambaye kwa sasa anaonekana ndiye mfadhili mkubwa wa magaidi wa M ishirini na tatu. Hii ni Baraka 1 TV na mnaendelea kusikiliza matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni saa kumi na mbili saa za Afrika ya Kati, saa moja majira Afrika Mashariki. Hii ni Baraka One TV. JD Kizenga Tembele King Sele, the only one king, kutoka USA, Kizabe Ayeba wakiwa wanasikiliza Baraka One TV kutoka USA, kutoka Australia, kutoka Canada, kutoka Europe Central pamoja na East Africa, na pia wote ambao wako Afrika ya Kusini. na baada ya Goma na moja kwa moja tuingie ndani ya mji wa Kishasa, ambako waziri wa sheria Konsta Mutamba ala kiapo kuwafunga wote waliokula pesa ya serikali. Alipowasili ndani ya jiji la Kishasa akitokea mjini Kalemie mkoani Tanganyika, bwana Konsta Mutamba, ambaye ni waziri wa sheria pamoja na mlinda muhuri wa jamhuri, ameweza kuongea kwa jazba kwenye umati wa maelfu ya wakongomani huku akila kiapo lazima atawafunga wote ambao wanasemekana kuwa wamekula rushwa na pia kula mali za serikali kinyume na utaratibu. Constant Mutamba ameonyeshwa kukasirishwa baada ya yeye kujaribu kufumbia macho baadhi ya matukio, sasa amekuja kivingine na kusema yote ambayo alikuwa na yafumbia macho, hatoyafumbia macho tena, bali sheria itakuwa na kasi ya ajabu, na yote ambayo yanahusika, hata senti mia iliyopotea lazima itarudia. Nasikitishwa kuona wale ambao wako wanahiba pesa ndio hao hao ambao wako wanaweka presha dhidi yangu na kujaribu kunichafua, lakini na hapa kwamba kuanzia sasa yeyote ambaye anajua alihusika katika kula pesa ya serikali, huyo lazima atashughulikiwa. Na nukuu maneno ya Costa Mutamba mbele ya umati wa wakongomani ndani ya jiji la Kinshasa. Mengi na zaidi, sikiza ujumbe huu kutoka Kinshasa.

elfu -um mbili na ishirini na tano, saa kumi na mbili za Afrika ya Kati, saa moja majira Afrika Mashariki, na hapo ndipo tunakwenda kung'oa nanga. Tukutanani majira ya saa sita saa tisa pamoja na saa kumi na mbili kwenye taarifa zaidi kutoka Baraka 1 TV.